Habari za mchana, uh, waandishi wa habari na wageni waalikwa kwenye mkutano huu na waandishi wa habari ambao ni mfupi sana, wa kuelezea namna gani ambavyo Selcom Pesa imeshirikiana na Eco Water kwa ajili ya kuwaletea hii product ya Eco Plus. Yae uh, kwa kuzungumzia tu Selcom Pesa kwa ufupi, ni akaunti ya benki kidijitali ambayo imeanzishwa kwa mafanikio makubwa sana ikilenga kumpunguzia gharama mtumiaji Uh, kwa zaidi ya asilimia 60 ya gharama za makato ambazo alikuwa akizipitia kutoka kwa benki yake au kwa mtandao wake wa simu ambao alikuwa anautumia. Kwa lengo letu lilikuwa ni moja tu, kuhakikisha kwamba maisha yanakuwa nafuu na rahisi zaidi. Kwa hiyo, kutokana na uh, bio moto yetu ambayo tumeingia nayo sokoni, tumeona kuwa product Eco Plus inaenda sambamba na namna ambavyo sisi tunapenda na tunatarajia kufanya maisha ya Watanzania wa Tanzania kawaida kuwa rahisi zaidi. Hivyo basi, sisi tumeona namna ambavyo innovation yetu inaweza ku, kuungana na innovation ya Eco Water kupitia product ya Eco Plus kufanya urahisi huo kupitia Selcom Pesa. Kwa, kwa ushirikiano huu, moja kwa moja tunazungumzia namna ambavyo mteja wa Eco Plus anaweza akaweka pesa yake moja kwa moja kutoka kupitia Selcom Pesa pekee kwenda kwenye kadi yake ya Eco Plus. Lakini vile vile tunazungumzia namna ambavyo mwanafunzi huyu anaweza kuona miamala yake inavyofanyika na namna ambavyo hela yake imetumika. Lakini vile vile kwenye kukazia, tunazungumzia namna ambavyo mzazi ambaye ana mwanafunzi wake huyu anajua namna gani hela ambazo amempatia mwanafunzi kwa ajili ya matumizi shuleni hazijatumiwa isivyopaswa. Lakini vile vile tunazungumzia namna ambavyo Selcom Pesa inaimarisha usalama wa kifedha, wa fedha za mwanafunzi, kwa sababu moja kwa moja sio cash ambayo muda wowote ameweka chini ya godoro bwenini, anaenda kesho anakuta haipo, lakini ipo kwenye kadi yake, iko salama, kadi iko protected uh, kwa njia ambazo zitasababisha asiweze mtu yeyote hata akiwa na ile kadi asiweze ku access ile hela moja kwa moja. Kwa hiyo ubunifu wote huu unaendana na swala zima la kurahisisha matumizi ya mwanafunzi na unafuu zaidi katika kupata chakula, lakini mbali na hapo unaongeza usalama zaidi katika swala zima la kifedha. Tuna tunaanza na vyuo tayari tumekishazindua kama nilivyosema mwanzo katika vyuo viwili, chuo cha Dodoma na chuo cha Sua lakini hivi karibuni ndani ya wiki hii tutazindua katika vyuo vingine vi, vinne. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu tutakuwa tumezindua vyuo sita, lakini tunategemea mpaka kufikia mwisho wa mwaka tutakuwa tuko kwenye zaidi ya vyuo 15, lakini tutaendelea zaidi mwakani kwa kuendelea kukava vyuo vingi zaidi na tuhakikishe kila vyuo, na si vyuo vikuu peke yake. Tumesema vyuo na taasisi za elimu ya juu, kwa hata vile vyuo ambavyo vya diploma na nini, wana changamoto za namna hiyo hiyo tutafika na huko kote. Kwa ujumla, nafikiri wanafunzi wame, wame, wamependa sana huduma hii, na nyie mtapata nafasi ya kuzungumza na baadhi yao, lakini wanafunzi wameeleza jinsi gani ambavyo e, inawapatia uhakika wa chakula, kwa sababu wengine ambao walikuwa wanaogopa kuishiwa pesa ya chakula, walichokuwa wanakifanya, walikuwa wanachukua pesa kidogo, wanapeleka kwenye mgahawa mmoja a wao, wanaita wanaandika bili, lakini sasa maana yake hapo ni kwamba anapaswa kuwa anakwenda kula sehemu moja tu hata kama iko mbali, labda yuko kwenye e, darasa fulani ambalo liko mbali sana na mgahawa, anatakiwa anataki asubiri akale pale. Na akifika pale, sumbufu upo kiasi kwa sababu lazima wafunue daftari watafute jina lako. Lakini sasa hii kadi ni kwamba inaweza kutumika katika mgahawa wote ulioko chuoni, popote unapopita na sio tu chuo chako. Hata ukienda maanake hata ukienda kusalimia rafiki yako kwenye chuo kingine huduma hiyo itakuepo, utaweza kutumia kadi yako ile ile. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri sana so far e, lakini tunategemea kuendelea kuhamasisha wazazi walezi, na wanafunzi wenyewe. Kwa mfano nitoe wito kwa wazazi e, kama uko na mwanafunzi wako katika vyuo hivyo nilivyovitaja na vile ambavyo tutafika baadaye, muulize tu kwamba akupatie namba ya kadi yake, kwa sababu wewe mwenyewe ukiwa nyumbani unaweza ukachukua ukaenda kwenye Soko Pesa na ukamwekea Uh, pesa ya chakula moja kwa moja kwenye kadi yake. Kwa hiyo uh, tuendelee kuhamasisha wazazi na walezi na wanafunzi kwamba mfumo huu upo katika kusaidia kutatua changamoto hiyo niliyoisema. Na tukizungumzia hizi product ambazo zimekuwa zinajumuika zina leo kwa, kwa, kwa pamoja hapa, tunazungumzia swala zima la kwamba kuna authentication ambazo zinahitajika waweze kuaccess ile ambayo ipo kwenye Eco Plus, lakini vile vile kwenye Selcom pesa kuna password